nipate kuwa safi kabisa, uweza ni kubadili maisha yake, ili kuzaliwa kwa mara ya pili. Maana ni kuvua utu wa kale, kuweza kuvaa utu upya. Aliyeanzisha agano hili yeye Kristo peke yake. Na ikiwa wewe umekubali Kristo, lazima uingie kwenye lile agano ambalo yeye peke yake aliweza kuliacha, na akasema ya kwamba hautaweza kumuona yeye Mungu isipokuwa kwa kuweza kubatizwa na kuweza kuzaliwa kwa mara ya pili. Hiyo ina ina maana umefanya hatua ya kutoka wapi, katika ulimwengu unakwenda kumfuata Kristo. Na yule ambaye anakwenda kumfuata Kristo ni yule ambaye amefuata nyayo za Kristo, ambaye amekubali kufa na kufufuka na Kristo. Na ndiyo ile maana ya yale maji ambayo anakwenda kuwekwa ndani, ni yeye kukubaliana na ile matakwa ya Mungu ya kwamba mimi maisha yangu nimeyavua utu wa kale, leo nimevaa ni utu upya ya kuweza kuenenda katika mapenzi ya Mungu yaani yale ambayo ulikuwa ukiyatumika ama, wewe na mimi, Bwana anatuazimu kwa siku ya leo ya kwamba inawezekana kwako na mimi kupiga hatua, ili ku ni mtu ambaye anakwenda kujiheshimu, ni mtu ambaye anakuwa ni mtu amejitoa kwa kazi ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie Amen. Na hapo moja kwa moja utakwenda kukaa katika mapenzi ya Mungu na kukamilisha, yaani ubatizo ni hali ya wewe kukamilisha Kristo ndani yako. Na ikiwa umekubaliana ama tumekubaliana na hii kuingizwa katika maji mengi, ambapo Kristo alikwenda kutuachia agizo hili, ni pale mtu ambapo amefanya hatua ya kujitoa katika utu wa kale na kuingia katika utu upya. Tafadhali, kuna maswali ambayo nitakwenda kukuuliza mbele ya ubatizo na mbele ya mashahidi, maana ukikubali haya ni yatakayokaganisha ubatizo wako kataa haya tayari utatizo wako umesimama. Kwa hiyo unifuate na unijibu kama vile nitakavyokuuliza. Na ukikubali, swali la kwanza utajibu ndiyo, nimeamini. Lakini kama umekataa, utasema hapana, nimekataa. maamuzi nikwa angi liko yeah, samani ana hakuna ikilimaiki sawa. so, nitahitaji sauti kubwa, hili ni mashahidi wa kusikia. Umeamini kubatizwa katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Ndio, nimeamini. Swali la pili, umekiri dhambi na makosa ili uanze maisha mapya, yaani kufa na kufufuka pamoja na kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndio, nimekiri <tus> Utasema hayo ndiyo maamuzi yako. Umekataa shetani na njia zake zote na kukubali Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako peke yako, hayo ndiyo maamuzi yako. Amina. Ndugu wapenzi katika Kristo Yesu tumesikia maneno ya maamuzi ya ndugu wa huyu amekiri zambi na makosa mbele zenu kama mashahidi kuwa amekubali Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake, ya kufuatana na maamuzi na, na nadhiri zake, sioni kitu kinachoweza kumzuia asibatizwe, yeah. Na nguvu na mamlaka niliyopewa katika Injili Nimetangaza ubatizo wake kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

nimekubatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.